kwa mujibu wa Jambo TV, taarifa zinasema mwenyekiti mstaafu wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Freeman Aikaeli Mbowe akiambatana na Salum Mwalimu, aliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hicho Zanzibar, pamoja na Daniel Naftari Ngogo, mwandani wa karibu wa kiongozi huyo mstaafu wa Chadema, wamefika katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam na kumjulia hali mwenyekiti wa sasa wa chama hicho cha Chadema cha Taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu leo Jumatano, Aprili 16 mwaka huu wa 2025 majira ya saa 6 mchana. Chanzo chetu cha habari kilichowanasa viongozi hao wakiwa kwenye mazungumzo kimeeleza kuwa wawili hao wamefanya mazungumzo kwa muda wa takriban saa moja, wakijadili na kuzungumza masuala mbalimbali. Lissu Aprili 10 mwaka huu wa 2025 alirudishwa mahabusu baada ya kusomewa shtaka la uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, kufuatia kushindwa kujitetea kutokana na kosa hilo kumnyima dhamana na nafasi ya kujitetea, akituhumiwa pia kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa X, akitarajia kupandishwa tena mahakamani Aprili 24 mwaka huu. Narudia tena. Kwa mujibu wa Jambo TV, taarifa zinasema mwenyekiti mstaafu wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe akiambatana na Salumu Mwalimu, aliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hicho Zanzibar, pamoja na Daniel Naftari Ngogo, mwandani wa karibu wa kiongozi huyo mstaafu wa Chadema wamefika katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam na kumjulia hali mwenyekiti wa sasa wa Chadema taifa mheshimiwa Tundu Antipas Lissu leo Jumatano Aprili 16 mwaka huu wa 2025, majira ya saa 6 mchana. Chanzo chetu cha habari kilichowanasa viongozi hao wakiwa kwenye mazungumzo kimeeleza kuwa wawili hawa wamefanya mazungumzo kwa muda wa takriban saa moja, wakijadili na kuzungumza masuala mbalimbali. Lissu April 10 mwaka huu wa 2025 alirudishwa mahabusu baada ya kusomewa shtaka la uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, kufuatia kushindwa kujitetea kutokana na kosa hilo kumnyima dhamana na nafasi ya kujitetea, akituhumiwa pia kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa X akitarajia kupandishwa tena mahakamani Aprili 24 mwaka huu wa 2025. Hivi ndivyo ambavyo Jambo TV wanatujuza kwamba mwenyekiti mstaafu wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Aikaeli Mbowe rasmi amefika katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam na kumjulia hali mwenyekiti wa sasa wa chama hicho Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe ambapo unafahamu ya kwamba mara baada ya Tundu Antipasi Lissu kuwa amekamatwa na kisha kushtakiwa mahakamani, ukimya wa mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Freeman Aikaeli Mbowe ulikuwa umetanda, huku ukimya huo ukiibua mambo makubwa na mazito pamoja na mijadala mikubwa na mizito sana katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, huku wengi wakisema ya kwamba kwa nini Freeman Aikaeli Mbowe kama mstaafu wa chama yupo kimya baada ya Tundu Antipasilisu kuwa amekamatwa na kisha kushtakiwa. Sasa habari za hivi punde kwa mujibu wa Jambo TV ni kwamba mwenyekiti huyo mstaafu wa chama cha Chadema Freeman Aikaeli Mbowe amekwenda katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam na kumjulia hali mwenyekiti wa sasa e, wa chama hicho cha Chadema Mheshimiwa Tundu Antipasilisu na wamefanya mazungumzo kadhaa wa kadha. Sasa basi, kufuatia eh, habari hiyo, tumepata nafasi ya kupitia maoni na tukaona ni vyema zaidi tuweze kukusogezea na maoni pia ya baadhi ya watu ama eh, Watanzania walioyatoa kufuatia taarifa ya kwamba mwenyekiti mstaafu wa chama hicho cha Chadema Freeman Aikaeli Mbowe amekwenda gerezani na kumjulia hali mwenyekiti wa sasa wa chama hicho cha Chadema. Tundu antipasilisu kuna mmoja hapa yeye anasema ameenda kimya kimya yani. lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema wale wenye kelele watanyamaza sasa. Lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema ila jambo TV, eh, hamkupata neno lingine la kutumia hadi mmeamua kutumia neno mwandani. Sema limekaa kichawa sana hili neno, au ndio mliamua kupunguza ukali wa maneno? Lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema jambo jema kumtembelea japo ingependeza zaidi kama angekwenda e, peke yake. Haya ni mawazo ya wasiokuwa Wanachadema. Lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema, na shauri Mbowe aanzishe chama chake kwa sababu Chadema ishakufa. Lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema, hii ni kiini macho, Mbowe anataka Lissu afeli ndio maana anaji ana vijana wa hovyo amewaandaa. Lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema Chadema ni wa moja, asante mzee Freeman Aikaeli Mbowe, Mungu akujalie. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema vijana wa will fix it watamzulia jambo hata kwenye hili. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema nafikiri mkubwa Lissu hakuwahi kujificha juu ya kesi za uzushi za Mbowe. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema kwanza ameenda kwa kuchelewa sana, huenda ameshauriwa sana kumfata; bila ushauri wa watu asingeenda. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema eh, safi sana tunatamani wasameheane, arudi kwenye ulingo. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema huyu mwalimu, kwa hiyo kila alipo Mbowe, naye yupo. Hii inafikirisha, maana msiba wa mkwe wa Mwigulu walikuwa pamoja. Lakini pia kunaye mwingine hapa, uh, yeye anasema siku zote mlikuwa wapi? Never trust such personalities. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema baada ya ukimya wote ule, da, ngoja nikae kimya. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema nisipoona ushahidi wa picha mnato nitakuwa wa mwisho kuamini. Mbali na huyo, kunaye mwingine hapa, yeye anasema kumbe Naftali ni mwandani wa famu. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema watakuwa wameshauriana mambo ya msingi kwa ajili ya chama. Lakini mbali na huyo, pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema ni jambo la kibinadamu, Mbowe anatakiwa afanye zaidi ya hili. Lakini pia kuna mwingine hapa yeye anasema hii taarifa haijakamilika, wapi klipu? Lakini pia kuna mwingine hapa yeye anasema e, ndiyo tuliosubiri jambo hili. Lakini pia kuna mwingine hapa yeye anasema E, akamwambie mama wayamalize. Lakini pia mbali na huyo, kunae mwingine hapa yeye anasema nimefarijika sana. Lakini pia mbali na huyo, kunaye mwingine hapa yeye anasema mbona anajificha. Lakini pia mwingine hapa yeye anasema excellent mwamba, inapendeza sana, jambo zuri. Haya ndiyo e, baadhi tu ya maoni ambayo tumeamua kuyachukua na kukusomea ili kusudi nawe pia uweze kupata kuona na kutazama jinsi ambavyo wao wamepokea taarifa zinazodai ya kwamba mwenyekiti mstaafu wa chama hicho cha Chadema eh, Freeman Aikaeli Mbowe